Wanahabari lakini pamoja na wananchi kwa ujumla, utakumbuka kwamba mamlaka ya mawasiliano nchini kwa maana ya TCRA imekuwa ikitoa taarifa pamoja na takwimu kwamba wizi e, kwa njia ya mitandao au uhalifu mwingine kwa njia ya mitandao umeshamiri nchini, lakini mkoa wetu wa Rukwa umekuwa ukitajwa kuwa ni miongoni mwa mikoa vinara au wa inayoongoza katika uhalifu kwa njia ya mitandao. Sasa kufuatia e, taarifa hizo za TCRA e, mwezi Februari mwaka huu tulifanya misako e, kwa lengo la kuwakamata wale wote wanaojihusisha na uhalifu kwa njia ya mtandao. Katika misako hiyo tulifanikiwa kuwakamata watu kumi na tatu wakiwemo mwanamke mmoja kati ya hao kumi na tatu. E, wote takriban ni vijana tu ambao wana umri kati ya miaka kumi na saba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 kwenye vyombo vingine vya kisheria ili hatua za mashtaka ziweze kuendelea. Wananchi tunao wito, jeshi la polisi tunao wito kwa wananchi e, la kwanza utajiri haupatikani tu hivi hivi. Unaambiwa e, ujiunge, tuma fedha kiasi fulani ujiunge na chama cha Freemason utakuwa tajiri. Kwa hiyo tunasema utajiri haupatikani e, ovyo ovyo, unapatikana kwa njia ya kufanya kazi.